Sister, sister mambo? Poa vipi? Safi mzima. Samahani, hapa mzima. Tuko barabarani. tunaweza tukasogea hapa na shida na wewe mara moja tuongee. Usijali dada yangu, ni kawaida tu ni shida ya kawaida tu sana. Lakini tunataka tuongee. Okay. Sorry sister. Uh, mimi naitwa Raji. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Treasure. Treasure. Okay, sawa Treasure. Sasa Ah, mi na shida ah, shida yangu ni kwamba jua twesha, tangu umetokea pale tu nilipokona mimi nimevutiwa na wewe kweli, nimekupenda, nimekuelewa. Acha tu nisimung'unyi sana maneno, kwa sababu unaonekana una haraka, ila kiukweli tu mimi nimekuelewa, nimekupenda. Sasa unaanzaje kupenda mtu akiwa umeona siku moja tena tu akiwa anapita? Ah inawezekana, sisa kwa sababu unaweza kumpenda mtu popote na muda wowote hisia za moyo hazicha. Hapana, ndiyo kweli nimekuona leo lakini nimevutia watu na wewe, nakupenda please. Hapana, sina mpenzi, ningekuwa na mpenzi ningekusimamisha kweli. Sina mke, sister, kabisa sina mke, ni kweli kabisa Labda nikupatia mawasiliano yangu okay? Sawa, nakushukuru, nashukuru sana. Andika hapo mawasiliano yako. kwa ni mwenyeji wa mitaa hii au unaona? Mi mwenyewe sikai mbali sana, ni kwenye mbele ya ile, ile minazi, ile minazi miwili kwa mbele. Halo. Halo. E, ni simu ya mume wako. Niko naye hapa nimesimama naye naye, kwa sababu nilikuwa napita, akanisimamisha, akaniambia yeye ananipenda, ana mpenzi wala ana mke, ndo alivyoniambia ye Acha kukaa na huku, yeye ana mke, ndo iko hivyo. Wewe utamalizana na mme wako, mimi nimekupa tu taarifa. Mi nimekupa uandike namba, na umesema nataka kuandika namba, mbona umeanza kupigia? Unampigia mke wangu tena wa nini? Nimeshampigia. Tamalizana naye kufika nyumbani. Unakuwa hivo, mboan sister, ona mimi wana mimi kana tuna shuti sister, angalia kamera, tukuwa tuna shuti, angalia kamera, nikuwa na tania ilo, utamalizana na mke wako nyumbani, mimi wan ah.